Upapa wa Papa Francis uliundwa kwa njia kubwa na maisha yake ya awali yaliyojaa unyenyekevu huko Argentina. Akiwa papa wa kwanza kuchaguliwa kutoka nje ya mataifa ya Ulaya, Papa Francis alijitolea kuleta mabadiliko katika Kanisa Katoliki, na kukabiliana na changamoto zake za kihistoria. Brenda Wanga anatupa safari ya papa huyu wa 266 kushika wadhifa huo wa juu katika Kanisa Katoliki. Safari ya papa Francis hadi kwenye uongozi wa Kanisa Katoliki ni kama simulizi ya tamthilia, hadithi ya imani, unyenyekevu na juhudi zisizolegea za kudumisha huruma duniani. Mnamo tarehe 17 Disemba mwaka 1936 siku chache kabla ya Krismasi, Jorge Mario Bergoglio alizaliwa huko Buenos Aires nchini Argentina. Akiwa mtoto wa wahamiaji kutoka Italia, alilelewa katika familia ya wafanyikazi na kushuhudia moja kwa moja changamoto za maisha ya watu wa kawaida. Katika safari yake kuelekea upapa, ohea alianza kwa kufanya kazi kama mwanakemia, kisha akawa mlinzi kwenye kilabu cha burudani kabla ya kuitikia wito na kujiunga na shirika la Yesu linalojulikana pia kama Yesuiti. Eda. Akapanda ngazi hadi kuwa askofu mkuu wa Buenos Aires, ambapo alijihusisha zaidi na waliokuwa maskini na waliotengwa na jamii. Mapenzi yake kwa maisha ya kawaida yalidhihirika wazi. Alijiepusha na hadhi aliyokuwa nayo katika wadhifa wake wa askofu mkuu. Kuwa kwake hadi kuwa papa kulileta historia mpya kwa Kanisa Katoliki. Alimrithi papa wa kwanza kujiuzulu kwa hiari katika kipindi cha karibu miaka mia sita hohe. Akawa papa wa kwanza kutoka bara la Amerika Kusini na kwanza kutoka kwa shirika la Jeswiti. Kinyume na matarajio ya wengi, alichaguliwa akiwa na miaka sabini na nne. He came here as a real outsider having never studied or worked in Rome and he really shook things up with his approach. Na mnamo tarehe 13 Machi mwaka 2013 dunia ilishuhudia kardinali Bergoglio akichaguliwa kuwa Papa. Alichagua jina Francis kumwenzi Mtakatifu Francis wa Assisi aliyejulikana kama mtakatifu wa maskini. Utawala wa Papa Francis ulifuatia mtindo wake wa uongozi wa unyenyekevu kusisitiza rehema na kuleta kanisa karibu na watu. Alikataa kuishi katika makazi rasmi ya kifahari ya kipapa, akachagua nyumba ya wageni ndani ya Vatican. Alisafiri kwa gari la kawaida. Amekuwa mtetezi wa maskini, mpigania haki za kijamii na mtetezi wa mazingira. Francis really changed.

Lakini uongozi wake pia ulikumbwa na changamoto. Alikosolewa na baadhi ya viongozi wa kanisa waliotofautiana na mitazamo yake ya maendeleo na jinsi alivyoshughulikia baadhi ya masuala nyeti. Licha ya utata, Papa Francis ameacha alama isiyofutika katika Kanisa Katoliki na duniani kwa jumla. Ujumbe wake wa upendo, huruma na haki ya kijamii unaendelea kuhamasisha mamilioni ya watu kupigania haki na huruma kwa wote. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.